Lsahabiyu ljalil aliyu bn abitalib radhiallah taala aanhu, ana maneno yake mara kwa mara tunayakariri: aljahlu qabla lmauti mautun liahlihi, ujinga kabla ya mtu kufa tayari ni kifo kwa yule mtu ambaye ana ujinga huo kwenye jambo la dini. wa ajsamuhu kabla lkuburi kuburu na vile viwiliwili vyao miili yao kabla ya makaburi ndio makaburi yao yenyewe ya. Yani vile mtu anapotembea hali ya kuwa hana anachokifahamu katika dini, basi yeye ni maiti na mwili wake ndio kaburi. Wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim, na roho zao zipo katika simanzi hali ya kuwa zipo katika viwiliwili vyao. Walaisa lahum hatta nushuri nushuru na hawana wao hata baada ya kufufuliwa hiyo siku ya Kiyama, kufufuka kwamba watafufuka sasa hali ya kuwa ni werevu. Maadamu walikufa hawajui dini, watafufuliwa hivyo hivyo, hawajui dini yao, sio kwamba watafufuliwa sasa, wa, wametaalamika huko makaburini, watafufuliwa vile vile. Kwa hiyo ni sehemu ya kunasihika na kunasihiwa katika kile ambacho mtu ukijui, basi ukakidiriki uka maadamu umri upo, punzi ipo, kuna mambo yanarekebishika katika uhai.